Serikali ya Israeli imetangaza kupunguza kwa nusu idadi ya malori ya misaada inayoingia ukanda wa Gaza, hatua inayozua ukosoaji mkubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Uamuzi huo unakuja huku Hamas ikikabidhi miili ya Waisraeli wanne waliokuwa mateka na kufanya jumla ya waliorejeshwa kufikia wanane, huku takribani miili ishirini mingine ikiripotiwa bado kuwepo Gaza. Israeli imesema kuchelewa kufunguliwa kwa mpaka wa Rafa ambao ni lango kuu la kuingiza misaada na kuhamisha wagonjwa kwenda nje kutokana na mwenendo wa polepole pole wa Hamas katika ukabidhi miili yote ya wa mateka waliouawa. Hata hivyo, baadaye vyombo vya habari vya taifa hilo ikiwemo Kan Public Broadcast vimeripoti kuwa serikali imebadili uamuzi huo na itafungua mpaka huo kama ilivyopangwa baada ya mashinikizo ya kimataifa na ushawishi wa wapatanishi wa Marekani, Misri na Qatar. katika eneo la Gaza hali bado ni tete, licha usitishaji wa mapigano unaoendelea. Mashahidi wameripoti mashambulizi ya mizinga ya Israeli katika maeneo ya Bani Suhaila na Sheikh Nasser Khan Yunus huko Palestina, wakianza kurejea kwenye maisha ya kawaida baada Israel, ya jeshi la Israel kujiondoa kutoka baadhi ya miji, masoko yameanza kufunguliwa tena, ingawa Israel imeendelea kuzuia kuingizwa kwa chakula kipya na uharibifu mkubwa wa mashamba umeacha athari kubwa kwa usalama wa chakula. Shirika la chakula duniani WFP limesema limefanikiwa kuingiza malori 137 tu ya misaada, mengi yakiwa na unga na mahitaji ya msingi kwa ajili ya kuokoa maisha ya wakazi wa Gaza kwa miezi mitatu ijayo. Licha ya utulivu wa muda, wakazi wengi wanahofu kuwa Israel inaweza kuvunja makubaliano ya usitishaji vita mara baada ya kukamilika kwa makubaliano yote ya mateka walio hai na wale marehemu. Katika ukingo wa magharibi, wanajeshi wa Israel wameendelea na uvamizi na ukamataji wa raia katika maeneo mbalimbali, ikiwemo mji wa Bethlehem ambako watu wanne wamekamatwa. Aidha, mamlaka za Palestina zimethibitisha kuuawa kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 57 katika mji wa Arami, kaskazini mwa Jerusalem baada ya kupigwa vibaya na wanajeshi wa Israel. Wakati huo huo, familia za mateka waliowawa zimeanza kutambua miili ya wapendwa wao waliorejeshwa. Miongoni mwa waliothibitishwa ni Ori Brachol mwenye umri wa miaka 35, Aitan Levi mwenye umri wa miaka 53 na Tamir, Nimrod mwenye umri wa miaka 18. Miili yao ilirejeshwa usiku wa kuamkia Jumanne na kukabidhiwa kwa shirika la msalaba mwekundu. Katika upande wa kibinadamu, meli ya misaada kutoka Uturuki twayo the Goodness imeondoka bandari ya Messina ikiwa na tani 900 za chakula na maziwa watoto wachanga ikielekea bandari El Arish nchini Misri kabla ya kusambaza misaada hiyo Gaza kupitia mpaka wa Rafa. Nje ya mashariki ya kati, maandamano makubwa yamefanyika katika mji wa Udine, Italia ambako takribani watu elfu tano walijitokeza kupinga ushiriki wa timu ya taifa ya Israel katika michuano ya kufuzu kombe la dunia la FIFA 2026. Waandamanaji walibeba mabango yaliyosomeka uhuru kwa Palestina na onyesheni Israel kadi nyekundu, wakitaka taifa hilo lisimamishwe kushiriki michezo ya kimataifa kutokana na operesheni zake huko Gaza. Wakati mazungumzo mapya ya awamu ya pili usitishaji vita akiendelea chini ya uongozi wa wapatanishi Marekani na Misri, dunia inaendelea kushuhudia mvutano kati ya matarajio ya amani ya kudumu na mashaka ya kurudi kwenye mapigano.